Weekend inaendelea. Weekend yenye mavurugu mengi. Eh bana, leo zitapigwa mechi za moto kweli kweli katika ligi mbalimbali mbali. Kwanza tuangazie hapa Tanzania ambapo katika ligi kuu ya Tanzania Bara NBC Premier League itachezwa michezo minne ya moto. Tanzania Prison watamkaribisha Kagera Sugar majira ya saa nane kamili mchana. Singida Black Stars versus Azam Football Club, mechi inapigwa majira ya saa kumi na robo jioni Dodoma Jiji Football Club wanamkaribisha Ken Gold wa majira saa kumi na mbili na nusu na Mungo Football Club wanakipiga na KMC wa majira saa tatu kamili usiku bonge moja la mechi. Eh bwana, turuke moja kwa moja mpaka huko Uingereza katika English Premier League ambapo itapigwa michezo minne ya moto. Brentford wanamkaribisha wa Chelsea wa majira saa 10 kamili jioni. Fulham versus Liverpool mechi inapigwa majira saa 10 jioni ae dhidi ya Southampton mechi inapigwa majira hayo yayo ya saa kumi kamili jioni. Manchester United versus Manchester City, Manchester Derby. Hebana, bonge moja la derby leo tunaenda kumshuhudia Manchester United dhidi ya Manchester City. Nani anatoka leo? Majira ya saa kumi na mbili na nusu ndipo mchezo unaanza leo. Tutoke huko tuende Spain katika La Liga Santander kutapigwa michezo minne. Las Palmas wakimkaribisha Real Sociedad majira saa 9 kamili mchana. Sevilla versus Atletico Madrid mechi itapigwa majira saa kumi na moja na dakika kumi na tano Real Valladolid dhidi ya Getafe mechi itapigwa majira saa moja na nusu Villarreal real dhidi ya Athletic Club. Mechi inapigwa majira saa nne kamili usiku. Huko German Bundesliga itapigwa michezo miwili, St. Pauli dhidi ya Mgladbach mechi itapigwa majira ya saa kumi na nusu jioni. Union Berlin wanamkaribisha Wolfsburg, mechi inapigwa majira saa kumi na mbili na nusu jioni. Huko Italia katika Serie A Serie A Lecce dhidi ya Venezia, mechi inapigwa majira saa saba na nusu Empol versus Cagliari mechi inapigwa majira saa kumi jioni. Torino versus Hellas Verona mechi inapigwa majira hayo ya saa kumi kamili jioni. Atalanta versus Lazio mechi itapigwa majira saa moja kamili usiku. Roma versus Juventus, bonge moja la mechi hii. Mechi inapigwa majira saa tatu na dakika 45 za usiku. Huko France League 1 kutakuwa na michezo mitano ya moto kweli kweli, Lens wakimkaribisha Saint Etienne mechi itapigwa majira ya saa kumi kamili jioni. Montpellier dhidi ya Havre mechi itapigwa majira ya saa kumi na mbili na dakika kumi na tano. Reims vs Strasbourg mechi itapigwa majira hayo hayo ya saa kumi na robo. Lens dhidi ya Auxerre mechi itapigwa majira hayo ya saa kumi na mbili na robo. Marseille dhidi ya Toulouse mechi itapigwa majira ya saa tatu na dakika arobaini na tano za usiku. Hizo ndizo mechi ambazo zitapigwa siku ya leo, Sunday ama Jumapili ya tarehe sita April, ni mechi gani ambayo unaisubiri kwa hamu kubwa kweli kweli katika siku ya leo? Naomba niambie hapo kwenye comment. Hapa ni supa 12 ya Dino Television. Ni kuombe tu, ingia YouTube, andika Dino Television, alafu gusa neno subscribe. huko utapata update story zote za kimichezo. Kutakuwa na story za wachezaji maisha yao ya ndani ya soka na nje ya soka. Baki na sisi kwa taarifa nyingi zaidi.